ku hali ya kiangazi ikizidi kuwa mbaya katika maeneo mengi kaunti ya Garissa, wenyeji wa kijiji cha Bula Iftin sasa wanataka idara ya maji kaunti hiyo kukamilisha mradi wa maji wa Maramtu ili kuwapunguzia tatizo la uhaba wa maji. Wenyeji hao wanashurutisha serikali ya kaunti kukamilisha kisima kimoja na tenki la kuhifadhi maji mengi ili kutosheleza mahitaji ya wanakijiji hao na jinsi walivyopendekeza kwenye mpango wa maendeleo ya kaunti. Hata hivyo, kampuni ya kusambaza maji ya Garissa Gawasco inasema kwamba inatafuta fedha zaidi ya kupanua mtandao wa maji. Uh, what we need and what we are appealing is to our county government to make extra uh, budgetary allocation to make the project work. Uh, in the current status uh, things are getting worse. uh, are, uh, uh, uh, uh, uh, words are blaming each other, which is not the case. We know for sure

itawekwa na navyosema hivi, si kwamba nawambia hao watu kwamba wana maji, inawezekana kwamba huenda wasiwe na maji, na lakini mimi nawathibitishia kwamba baadhi ya hiyo watu, asilimia karibu sabini ya maeneo hiyo wamepata maji. Asilimia thelathini iliyobaki pengine, e, tutatafuta hiyo tank e, punde tu baada ya pesa kupatikana, na tuweze kuweka hiyo tank hapo, na hiyo watu waweze kupata maji, na hiyo tu ndio naweza kuiweka kwa sasa.